aafwa upendo weke huruma yake na haki yake. Karibu katika Sauti ya Mlei sehemu ya kwanza ambapo leo tunatafakari: Je, unatafuta kupata dunia au kupata uzima wa milele? Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo tunatafakari maneno makuu ya Yesu Kristo mwenyewe kutoka katika Injili ya mwinjili Luka sura ya tisa aya ya 22 mpaka 25. Yesu anatufundisha kuhusu njia ya kweli ya wokovu, njia inayohitaji kujikana, kubeba msalaba na kumfuata, tena kumfuata Yesu kila siku. Yesu mwenyewe anasema katika Injili ya Luka sura 9 aya 23 kwamba mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Msalaba wako ni nini? Yesu anaposema wewe hapo ujitwike msalaba wako ana maana gani hasa? Kwa wengine msalaba ni magumu wanayopitia kazini kwa wengine ni changamoto za familia, na kwa wengine ni udhaifu wa mwili au mapito ya maisha na kadhalika. Lakini ndugu zangu, je, tunakubali kubeba misalaba yetu kwa uvumilivu, tukimfuata Yesu Kristo kila siku? Katika dunia ya leo tunashuhudia watu wengi wanaokimbia msalaba wa uaminifu, msalaba wa haki, msalaba wa upendo, msalaba wa uwajibikaji, msalaba wa kusema ukweli na kadhalika. Watu wanataka njia za mkato, maisha ya starehe, hata ikiwa ni kwa kufanya udanganyifu au kujipendekeza kwa mabwana wa dunia hii, yani uchawa. Watu tuko tayari kufanya hivyo, lakini Kristo anatuambia leo, kwa maana mtu atapata faida gani akiupata ulimwengu wote lakini akaipoteza nafsi yake? Kuna watu waliofaidika hapa duniani lakini wakapoteza kitu cha thamani sana. Historia inatufundisha kuhusu matajiri na watawala mbalimbali waliokuwa na kila kitu hapa duniani: fedha, mamlaka, heshima na kadhalika, lakini walikufa katika huzuni na hofu kuu. Walitafuta dunia wakaipata, lakini wakapoteza nafsi zao, kitu ambacho ni cha thamani zaidi Tunajiona sisi vijana tunaokimbilia pesa kwa njia zisizo za halali, utapeli, rushwa, ufisadi na kadhalika, huku tukidhani tutapata maisha bora, lakini mwishowe tunajikuta tumeharibu heshima yetu, uaminifu wetu, na mbaya zaidi, hata uhusiano wetu na Mungu wetu. Njia pekee ya ushindi ni kumfuata Yesu Kristo, period. Ndugu zangu Tunaposafiri katika kipindi hiki cha Kwaresma tujiulize: je, tunaishi kwa kutafuta ufalme wa Mungu au tunatafuta kuipata dunia kwa gharama ya kupoteza nafsi zetu? Yesu anatuita katika safari ya kweli, safari ya kujikana, safari ya kubeba msalaba wa haki, safari ya kufuata nyayo zake kila siku, hasa mwaka huu wa uchaguzi kwa taifa letu la Tanzania. Unapopata nafasi ya kusimamia zoezi la uchaguzi, tenda haki ili usiishie kuivuna dunia na kupoteza mahusiano yako na Mungu wako. Kuna faida gani kama utaiba kura au utashiriki katika kuiba kura na ukashinda, au ukafanikiwa huyo mtu wako kushinda, halafu ukaipoteza nafsi yako? Leo ombi letu kwa Mungu liwe hili: E Bwana Mungu, nisaidie mimi nisiwe mtumwa wa tamaa za dunia hii. Nifundishe kuelewa kwamba haki huinua taifa na dhulma ni gharama taslim ya kupoteza maisha. Amina. Twendeni ndugu, tusimame pamoja tukitangaza Si kwa maneno tu, bali kwa matendo yetu. Tuoneshe mfano kwa kila tendo letu, upole na wema viwe silaha yetu. Wajibu wa walei ni amri ya Kristo: enendeni duniani kote, Ukayafanye mataifa yote, e, e. Kuwa ni wanafunzi weke, wanafunzi wa upendo.